Rais wa zamani wa jamhuri ya kidemokrasi ya Congo Joseph Kabila jana alionekana hadharani kwa mara ya kwanza baada ya kuwasili katika jiji la Goma, jiji linalodhibitiwa na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Kabila alikutana na viongozi wa dini. Mwandishi wetu Chube Ngorombi Daniel ametutumia ripoti ifuatayo. Viongozi wa madhehebu ya kikristo wamejulisha malalamiko yao baada ya kukutana na rais huyo wa zamani wa DRC, kama anavyojulisha hapa askofu Joel Amurani, mmoja wa viongozi wa madhehebu ya kikristo mkoani Kivu Kaskazini. Rais Kabila ali, ali, alitualika sisi, tunampendekeza kumwambia kwamba yeye kama vile rais wa zamani alipigana vita na kufanya kazi kuwa ambaye tunaisifu sisi wote, muda wa miaka kumi na minane, hiyo hiyo hekima hiyo hiyo ujuzi, moyo ambaye alitumikisha ili amani irudi, afanya yake yote ili amani na umoja wa nchi vipate kurudi. Viongozi hao wameongeza kuwa Joseph Kabila aliwajulisha kuwa ni kwa lengo la kusikiliza mahitaji ya raia, ndipo aliwasili jijini Goma. Na kwa hayo, baadhi ya raia wa Goma wamejulisha pia vile vyote vyenye viko vanaeleza, siyaona faida yangu me kenye me na tafuta muvile vyote kenye kitatuletea amani sisi wakongomani. Kabila ameingia muvitu mbaya sana vyenye havifurahishe raia. Tunaomba amani kwani vita imetutatiza. Wanamuke wamebakwa, wababa wameuwawa, watoto vilevile vile tunaomba amani, karibu sana, tunashukuru. na yetu ni mali ya batu kutoka shirika la raia ya Kivu Kaskazini amejulisha kuwa ni mapema mno kwa Joseph Kabila kutembelea Kivu Kaskazini wakati akishutumiwa na serikali ya DRC kuunga mkono wa asi kama seneta wa Congo. Kwangu nawaza ni mapema zaidi kulipitia tendo hilo, kwani tuna changamoto kubwa. Joseph Kabila ametembelea mkoa wa Kivu Kaskazini siku chache tu baada ya serikali ya Kinsha kumwondolea kinga ya kutoshtakiwa Chube Ngorombi, Goma, RFI Kiswahili.